Tuendelee kukiamini Chama cha Mapinduzi. Chama chetu kinajitofautisha na vyama vingine, kwa sababu sisi tuna wajibu na dhamana ya kuwaletea wananchi maendeleo. Kwa hiyo tuwe watulivu, maamuzi ya wananchi kuendelea kukiamini Chama cha Mapinduzi, ahadi yetu CCM itaendelea kuwa kimbilio la wanyonge CCM. itaendelea kushughulika na changamoto za wananchi CCM. itaendelea kuleta maendeleo katika nchi hii. Lakini baada ya kujua chama kile ni kama chombo kinachosafiri angani, kimepotea, hakijui kitue wapi akusepa nikajiunga na chama cha Mapinduzi, okay. Kule nilikotoka hawana kinashughulika na matatizo ya watu wenzetu. Kazi yao ni kupingapinga. Zinunuliwe ndege wanapinga, zikija wanapanda. Ijengwe treni ya umeme Shkuru Mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa mambo makubwa aliyotufanyia katika manispaa ya Morogoro. Sekta ya maji, manispaa ya Morogoro imefanikiwa kutekeleza miradi mbalimbali ya uboreshaji ya huduma ya maji safi na salama kwa wananchi yenye gharama ya shilingi bilioni 216 ambapo fedha hizo zimewezesha miradi zaidi ya kumi na moja kwenye maeneo kama mradi wa uboreshaji wa huduma maji Bigwa Waomela, ujenzi wa birika la maji mlima Mguru wa Ndege lita milioni mbili, ujenzi wa bomba kuu ya kusukuma maji kwenda kwenye birika la Mguru wa Ndege, ujenzi wa kituo cha booster pump Kionda Mizani, ujenzi wa bomba la Mseleleko Mwambogo, mradi wa ujenzi wa birika la maji mlima wa Magereza, ujenzi wa mtandao wa usambazaji wa maji maeneo ya Kionda, Mkundi, Rukobe na Gegea ujenzi wa mradi wa Kingolwila Misongeni na Kitungwa umeshaanza na utarajiwa kunufaisha wakazi 1052. Kuelekea wa uchaguzi mkuu, hatuna budi kuzingatia miko na maadili ya uongozi ya uchaguzi katika hatua zote. Moja ya jambo kubwa ambalo tunatakiwa tuzingatie ni kuhakikisha kwamba tunajiepusha na mambo yote ambayo yatakuwa ni vishawishi ya kupata uongozi hasa katika eneo la rushwa. Tunafahamu kwamba rushwa ni adui wa, hauwezi kupata wagombea safi kupitia rushwa, hauwezi kupata wagombea ambao wataweza kuwajibika ikamilifu pale watakapokuja kuchaguliwa, e, katika uchaguzi ujao, lakini pia hatuwezi kuwa na viongozi watakuwa na mapenzi ya kweli na wananchi wao. Lakini pia kiongozi aliyeingia kwa mkono wa rushwa, kamwe hawezi kusimamia vyema utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi.